Yo, yoni karibu sana mpenzi mfuatiliaji wa 69 Media. Ali adabu 13 ni karibu sana. E bana, nikuuliza tu kwamba unaweza kuwa na mahusiano na ex wa rafiki yako? Can you do that? Unaweza kufanya hivyo, uwe na mshikaji wako wa karibu, awe mvulana ama msichana, then baada ya hapo akaachana na mpenzi wake and then suddenly ukaenda kuchukua e, jimbo yani, baada ya mshikaji kumwacha mpenzi wake, alafu anakuja kuona wewe na mpenzi wake ambaye ameachana naye ndio wapenzi wapya. How do you feel about that? Utajisikiaje wewe kama ulikuwa na rafiki alafu akatoka na ex wako, utajisikiaje hapo? Sasa mtangazaji ulokwakwo nchini Kenya ambaye anaitwa Amina Abdi ameamua kusema ukweli bila kuogopa kupitia video yake kwenye TikTok ambayo nimekuwekea hapo mwisho wa video hii hapa. Amina ameeleza wazi jinsi anavyokerwa na watu wanaojihusisha kimapenzi na wapenzi wa zamani wa marafiki zao, yaani ex wa mshikaji ukaenda kuruka naye kwa namna moja au nyingine, alafu ukaona fresh tu. Pia akasema hivi Eti kati ya mamilioni ya watu duniani unamchagua ex wa rafiki yako au dada yako? Hii ni aibu na usaliti wa hali ya juu, alisema kwa msisitizo. Lakini huyu dada yani alichukizwa sana. Kwa Amina, mtu anayevuka mipaka hiyo hana heshima, sio tu kwa rafiki yake, bali pia kwa uhusiano aliyokuwepo. Anaonya kuwa mara nyingi watu wa aina hiyo huwa tayari walikuwa na nia hata kabla ya uhusiano kuvunjika wengine wanakuharibia makusudi ili wachukue nafasi yako, watengeneze migogoro midogo ili wawanyang'anye. Eh, kwa hiyo akasema, kwa hiyo kuna watu wako karibu kwenye maisha yako, anaweza kutengenezea ya kitu baina yako na mpenzi wako. Kaona ni mshikaji wa karibu kumbe kuna kitu anatengeneza labda ugomvi, alafu baadaye mtakuja kuzinguana. Alafu baada ya hapo yeye anakaa pembeni na glasi ya champagne anajipongeza a kile ambacho amekifanya. Amina pia alizungumzia umuhimu wa kuweka mipaka katika urafiki akihoji ni kwa nini rafiki yako awe na namba ya mpenzi wako why? Au kuzungumza naye moja kwa moja bila sababu ya msingi. Yani, umetoa tu namba ya simu, bwana shimeji yako hapa bonga naye kwenye simu alafu ni fresh tu. At the end of the day, unatengenezwa karibu baina yao watu wawili alafu chochote kinaweza ika happen uko mbele. Pia akasema kama rafiki yako anawasiliana sana na mpenzi wako huo ni mwanya wa usaliti alisema hayo maneno. Kauli yake imezua mjadala mkali mtandaoni, ambapo wengi waliunga mkono msimamo wake wakisema kuwa heshima na uaminifu vinapaswa kuwa msingi wa kwanza kwenye kila urafiki. Ingawa wengine walidai kwamba huwezi kuzuia mapenzi, wengine walikubaliana kwamba kuna mipaka isiyopaswa kuvukwa. kwa aina ya kauli ni moja tu, nitawapa hukumu ya maisha wasichana wanaotoka na waume au wapenzi wa marafiki zao ni kitendo cha ubinafsi na ukatili, aliongea kwa hasira kwelikweli Amina kwenye hiyo video yake. So video hii hapa, msikilize Amina akisema.

no no way because there's no way i am the only person who who finds people who have been introduced to us by like like like like our our our friends and our sisters just like our brothers like completely unattractive like what do you mean you mean couldn't find anybody else that's fucked up up you're messed up. ok unaweza kutuanikia kwenye komenti hapo juu ya po. hiki ambacho amekianzisha leo Amina Abdi kutoka huko nchini Kenya unaweza kuwa na mahusiano na exi wa rafiki yako kama unaweza, unawezaje? M tuambie kwenye maoni hapo kwenye comment tuandikie, and then unakuwa na familia wa 69 Media. Hope so tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele, umecomment umelike na kushare, kuwa wa kwanza kupata mataarifa mbalimbali ambayo tunakuletea kila siku. Ago by the name of Ali Adabu 13 chao